Wow, tunaendelea na mwalimu Sima na hii ni question and answer inayoongozwa na pionia Anili Blaster. Katika kipindi kilichopita, mwalimu alithibitisha kwamba muujiza wa mtu ama kufunguliwa hapategemei matendo yake, hapategemei tabia zake, anahitaji imani tena haswa, kutoka kwa yule anayeombea. Sasa, mwalimu Sima kama hata wazinzi wanapokea muujiza Yesu huyu ni mzuri, kama hata walevi na wao wanapata muujiza, endapo watamwamini Yesu. Na umesema wanapokea, na wewe umeshuhudia huo wanapokea, ni kweli? Ni kweli. Madhara ya mtu sasa amepokea muujiza akaendelea kwenye tabia ambazo, sawa, tunajua Yesu anawaita watu wote. wote na Yesu anawapenda watu wote. wote na Yesu hachagui na Mungu anawapa miujiza watu wote wow. Madhara ya mtu kutendewa muujiza na Yesu hmm, ama kanisani, alafu akaendelea kwenye tabia mbaya madhara yake ni nini ni. Uh, dhara la kwanza ambalo ninaweza nikalizungumza, hmm, linapatikana katika Yohana 17, mstari wa tano. Yohana 17 mstari wa 5 wa 15 kwa 15 ye. Yes. Eh, pale Yesu wakati anatoa ripoti sasa ya kazi yake baada ya kumaliza kazi yake duniani, Yesu anatoa ripoti anasema: Baba, mimi siwaombei uwatoe duniani. Kwa maana nyingine, wale ambao amewapata duniani wakamwamini Mungu anasema, siwaombei uwatoe duniani, ila uwalinde. Mona, sasa ukiwa ndani ya Yesu unakuwa na full ulinzi yani unakuwa na ulinzi kamili kabisa, lakini ukiwa nje ya Yesu, ndio umekuja imani, ukaombewa ukapokea uponyaji, lakini ukitoka na tabia zako, ukarudi ukaendelea kuzina, ukarudi ukaendelea uka kufanya dhambi, uwe na uhakika huna ulinzi wa Mungu. Hicho ni cha kwanza. Kwa maana nyingine, hasara aliyonayo pamoja na amepokea uponyaji, lakini hasara aliyonayo hana ulinzi, anaweza akashambuliwa zaidi. Hili neno Yesu anayesema uwalinde limemkosa yeye. Kwa hiyo ni heri unapopokea uponyaji sasa, upokee na huyo ambaye atakulinda huo uponyaji wako uendelee kudumu. Kwa maana nyingine, huo uponyaji aliopokea unaweza usidumu ha, kwa sababu hana ulinzi. Maana yake Yesu amesema uwalinde. Kwa hiyo kama hataki kukaa ndani ya Yesu, ulinzi unakimbia. Kwa hiyo ni bora zaidi kumpata Yesu kuliko kuombewa kabisa kwa, ni bora ku... ni la msingi sana anapokuja asije tu kwa sababu ya shida yake kutatuliwa. Shida ikitatuliwa ampokee hata yule anayetatua shida, kwa sababu sisi huo tunaombea, lakini anayeponya ni Yesu. Kwa hiyo ni heri akae ndani ya Yesu ili ule uponyaji wake au miujiza yake iendelee kulindwa, idumu, idumu, asipate madhara makubwa zaidi ya hayo, mm. dhara namba mbili kwa haraka. dhara la, la na, namba mbili mm. ni kuangamia E, labda ni eh, ya 91 anasema, Zaburi ya maana 91 mstari wa tatu anasema wa tatu anasema, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibui kuokolewa. Kwa maana nyingine, tunaposema kuokolewa ina maana kuna mahali fulani ulikuwa unataka kuangamia ghafla, ukaokolewa kwa hiyo asije akapokea muujiza halafu akakimbia kwenda kurudi kwenye dhambi. Hapo ni rahisi sana uangamizwa. Kwa nini? Kwa sababu hauwezi kuja kuokolewa ukiendelea kukaa kwenye dhambi. Umeona, dhambi ina madhara. Kwa hiyo uangamivu ni mrahisi zaidi ukiwa unaishi kwenye dhambi kuliko ukimpokea Yesu, Yesu ukaendelea kukaa kwa, yaani nataka kuniambia, ni kama mfano mtu anaumwa maleri, ameenda hospitalini, saa umepewa dawa, umekunywa, lakini hautaki kulala tena kwenye hiyo neti. Neti. Ina maana wewe uko kwenye kweli, utaangamia, unaangamia mwenyewe. Kwa hiyo ni heri ukimbilie, ukae kwenye neti. Kwa hiyo, kwa habari ya maisha ya rohoni, Yesu ndio neti yetu. Ukipokea muujiza wako, ulikuwa na dhambi zako, ulikuwa muharibifu ni heri unapopokea muujiza unasema na Yesu, ninakuhitaji ili nisi- nisije nikaingia kwenye kuangamia. Neno moja kwa watu ambao wamepokea muujiza, watu walioko kanisani na wameendelea kuwa na tabia za ambazo hazimpendezi Mungu kiukweli. neno moja wazungumze tu, kama umepokea muujiza na umezoea kuja kuombewa, unapona, una unarudi kwenye dhambi, ni heri umpokee Yesu. Hilo ni neno la thamani sana. Yesu ni wa thamani sana na anathamini sana maisha yako. Atakulinda, atakutetea mahali popote utakapopita. Ni heri ukipokea muujiza, mpokee na mtenda miujiza mwenyewe tunayemzungumza, ambaye ni Yesu Kristo. Labda dhara la tatu nilizungumzie kwa haraka haraka, dhara la tatu. Tuambie dhara la tatu, kukosa uzima wa milele ai, hiyo na hiyo. Kukosa uzima wa milele Ukienda tu unaweza ukapona, lakini uzima wa milele ukaukosa. Yohana tatu kumi na sita inatueleza kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanaye pekee, ili kila anayemwamini. Kwa maana nyingine dunia yote ilikuwa imeharibika baada ya dhambi kuingia. Anasema yes, Mungu akamtoa mwanaye pekee, ili kila anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana nyingine, kama ukija ukapokea uponyaji halafu umtaki huyo Yesu, uwe na uhakika kwenye uzima wa milele. Ukimbie kabisa mfano mzuri na, na, na, ni, ni heri kukose vyote sio upate. mfano, mfano mzuri uzimane. sana kwa habari ya uzima wa milele ile ile Luka 16 mstari wa 22 mpaka 31 1 unamkuta tajiri na Lazaro. Tajiri wakati wako duniani alikuwa anaishi maisha mazuri tu, na Mungu hakumzuilia utajiri, alimpa utajiri akaishi maisha ya dhambi, akaishi maisha ya uharibifu, lakini lada, Lazaro akawa amemwamini Mungu, akawa anaishi na Mungu kwenye maisha yake. Lakini ilipofikia habari za kuondoka kwenye maisha ya mwili na damu na nyama, tajiri akashangaa Lazaro anaburudika, halafu yeye yuko kwenye nini? Kwenye mateso. Alianza kumwambia Ibrahimu, nisaidie walau Lazaro aniletee maji kidogo mona tayari hapo, ukishaondoka kwenye maisha ya damu na nyama, ndugu yangu, hauna compromise nyingine isipokuwa, haya maisha yanatengenezwa wakati uko kwenye mwili na damu na nyama, kwa sababu wokovu huo tunakiri ukiwa mwenyewe hivi. Unakiri ukishakufa, uwezi kukiri wokovu tena, na ndio maana tajiri alishindwa kwa habari ya kupokea uzima wa milele kwa sababu tayari alishaukataa akiwa mzima. Kwa hiyo wa, ni, ni wasii usikimbilie tu muujiza, muujiza utaupokea ndio, lakini ukipokea muujiza mpokee na Yesu, kwa sababu atakupa muujiza na uzima wa milele. Amina. Mwalimu, tunakushukuru neno lako, tumnelitii. Jamani, mwalimu amesisitiza muujiza kwa Yesu, unapata uponyaji unapata, hata kama una tabia mbaya, Yesu anawaita watu wote, lakini hapo madhara ya kudumu katika dhambi wakati umepokea kipawa cha Mungu E, utaukosa uzima wa milele, utaingia kwenye maangamizi na utakosa ulinzi wa Kimungu. Yes. Kwa hiyo sisi tunachosema badilika. Amen. Amen. Amen.